Ni tukio la ukatili ambalo limewakusanya hapa wakazi wa Bonyokwa kutaka kufahamu nini kilichowakumba wanandoa hawa. Vilio na majonzi vimetawala hapa, kila mtu akishindwa kuamini kilichotokea hapa, kuona miili hii ikiwa imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Usiku kaka walirudi kazini saa mbili. Wakuta tunaangalia pale TV. Mimi kaingia zangu nyumbani kaenda kulala. Kaenda kulala pale nikaacha pale watoto na wazazi wao. Mimi kaingia zangu kulala. Asubuhi sana naamka, kuna mtoto ambaye anaenda shule. Anaenda kugonga dirisha kwa baba yake. Amegonga mara tatu. Hakuitika. Sasa mimi sikuwa na nani, kwa sababu sijui labda wamechoka kwa mka amechoka, amechoka. Nikaenda nikaenda na shughuli zangu. Kwa hiyo nikazunguka kule nyuma nifagie. Wakati nafagia, nikaamsha jicho hivi dirisha, nikaona dirisha limekatwa, lina damu, pazia lina damu. Nikasema, kwa nini hivi? Nikamwita mtoto wake mkubwa, nikamwambia, "Njoo ukaangalie kule nyuma." Akaenda kuona. Nikamwambia, "Sio ndio chumbani, je kama amefunga na ufunguo kwa ndani tutajuaje?" Akasema hivi Akaenda yeye yule mwanae mkubwa akaenda chumbani kwambea, wewe nenda misozi kuingia kwa nenda kule chumbani, akaenda alipofika pale, ndo amkuta mama yake na babake amefariki. Akaaniita, dada njoo uone, na mimi nikaenda kuona, tukakuta hapo amefariki. Yani hatukujua chochote, yani tumejua yenyewe asubuhi. Umma huu uliokusanyika hapa umekumbwa na maswali mengi yasiyokuwa na majibu, lakini kila mmoja akiwa na lake la kuzungumzia kuhusiana na tukio hili. Ila nimemwona kakangu amepigwa kisu kimoja cha hapa mpaka damu mpaka sasa hivi zilikuwa zinatoka. Na na shemeji na amepigwa visu zaidi ya sita siju visu wenyewe zaidi ya sita, na amengatwa kwa nyuma huko siju eh, lakini ameumizwa sana. Hizi taarifa nimezipata njiani wakati tu natoka nyumbani. Tena jana nimefanya biashara kwake nimefika dukani kwake nimenunua mahitaji yangu kama kawaida. Sasa asubuhi nikasema niende kama kawaida, asubuhi naendaga pale kwake nanua vitu Ndo kijana wake mmoja kanipigia simu akaniambia, mama umepata taarifa? Nikaambia, taarifa gani? Akaniambia Ngabori amefariki na mke wake, wameuawa nyumbani. Tulivyoingia ndani tumekuta mili limelala chini, amechomwa visu, baba na mama wote wameshafariki. Tukio tukio ambayo tuliona ndani kwa haraka haraka, ukidadisi kwa haraka haraka, na tukio limetokea usiku. Uchunguzi wa tukio hili umeanza mara moja. Mili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea. Tukio hili linadhaniwa kutokea majira ya saa nne usiku jana, lakini kwa mujibu wa Jeshi la Polisi upelelezi bado unaendelea. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam <muchilis>